Tiba kwa mtu ambaye ana matatizo ya macho short sightedness, yani haoni vizuri, macho yake hayaoni vizuri, mtu ambaye ana ana udhaifu wa macho au short sightedness. Dawa yake ni kwamba achukue gramu tano za Habbat sauda na kisha azi yani, azilainishe yani azifanye e, unga kisha achanganye na nusu gramu ha, samahani. Na akishafanya vile, hii nusu moja yani, hizi gramu tano nusu yake ambaye ni gramu mbili na nusu atumie asubuhi na hii nyingine atumie alasiri, anywe kwa asali au kwa kinywaji kingine kama vile juisi, lakini iwe ni juisi ambayo ni katika zile ambazo ni za asili, sio hizi za kuchanganya yani. Na bora kinywaji cha asali achanganye kwa pamoja, asubuhi na nyingine alasiri. Hii itafanya macho yake, atapata nguvu kidogo kidogo, na kuweza kuona baadaye zaidi.